Gwajima anasema kuna utekaji unaendelea, watu wanauawa, watu wanapotea, watu wanaumia, kuna ufisadi. Haya mambo yachukuliwa hatua. Sasa unamfungia kanisa. Sasa, swali moja, swali moja, swali moja, kama kila taasisi tu, let's assume, let's assume kwamba kuna matatizo, hakuna matatizo hata, hata dakika moja hakuna tatizo hata moja katika hotuba zote za Gwajima, Gwajima amehubiri Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi nataka kusema, let's assume kuna tatizo. Hiyo injili umekuwa tatizo. Let's assume kuna tatizo. Je, Gwajima akifanya kosa na umefikiri kuna kosa, hivi ndivyo ambavyo unalitreat unali kosa? Yaani kwa mfano akatokea mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati akaongea jambo lolote lile, utafuta chama cha siasa? Kwa sababu mwenyekiti wa tawi la, la Chadema kule kanda ya kati Dodoma, labda mtaa unaitwa uh, unaitwa Kalangalala ameongea jambo fulani ambayo ni against na reality. Gwajima, kiongozi wa kanisa hili, na ndio kanisa hili I mean, ni kiongozi wa kanisa, ila kanisa lina utaratibu wake. Kanisa ni taasisi, maana yake kuna kuna mchungaji msaidizi. Kama Gwajima na makosa amefanya yanayotosha kufungiwa kanisa maana yake ana criminality kuna kuna kuna, nini kuna, maana yake katika maneno yake kuna uhalifu, hasa uhalifu. Maana yake anashtakiwa kwa maneno yake, anapelekwa mahakamani. Sasa unafungaje kanisa alafu unamwacha Gwajima bila makosa yani? Kama kama umepata kesi ya kufunga kanisa, maana yake umepata umepata kesi nyingine mbaya zaidi, uhalifu mwingine. Mbona umkamati umpeleke polisi umpeleke mahakamani umshtaki. Yaani kama unaweza ukalifunga kanisa kwa makosa aliyofanywa Gwajima. Cha cha kwanza ilikuwa unamshtaki Gwajima kwanza kwa makosa aliyofanya. Kama ni maneno ameongea nao maneno yamehatarisha labda yamehatarisha hicho unachokisema wewe kwamba amechanganya siasa na dini. Maana yake atakayekwenda kudefine hiyo sio sio wewe sio wewe msimamizi. Maana yake ni kwamba polisi itamkamata. Ita, itapeleka kesi kwa mwendesha mashtaka wa, wa, wa, wa serikali. Alafu atapeleka ile matters mahakamani alafu kishapeleka ile mates mahakamani. Mahakama itaamua, na mahakama ikiamua, inaweza ikaona bana, hii taasisi ni risk, sababu ile ile ni organization. Kanisa ni organization, ndio nikasema, kwa mfano mchungaji askofu Bagonza, anaikosoa serikali kila mara juu ya haki za binadamu. Katoliki wanaikosoa serikali kila mara kwa haki za binadamu. Serikali hii inaweza ikafungia ile kanisa, hawezi kufungia Katoliki, hawezi kufungia Lutheran Church, they cannot do that. Na kwa kishia kwa hicho alichokifanya, aliyepanga aliyetuma, aliyetekeleza, watajua iko nguvu ya Mungu.